Najibu swali kutoka kwa mmoja wa, wapo wa waangaliaji wa chaneli hii. Ameuliza swali lenye vipengele viwili, ameuliza swali je, yeah, Uislamu ulitoka wapi na kwa nini Mungu auruhusu uwepo? Sasa hili swali la upande wa kwanza unasema, Uislamu ulitoka wapi ni limekaa zaidi kihistoria, na labda nitasema hivi kwa nitauangalia Uislamu katika vipindi vikubwa vitatu. Katika historia ya Kiislamu kuna kipindi ambacho kinaitwa Rashidun. Hichi ni kipindi ambacho wale makhalifa wakubwa wanne ambao ndo walikuwa wafuasi walio karibu kabisa kwa Muhammad, ambao ni Abubakar, Umar al Khatab, Umar ibn Afan na Ali ibn Abutalib. Sasa hichi ni kipindi ambacho hawa makhalifa wanne kuanzia mwaka takriban mia sita thelathini na mbili mpaka mia sita ishirini na moja mpaka mia sita thelathini na mbili kipindi kama cha miaka kumi hivi, ndipo ambapo hichi ndio kipindi cha kwanza kabisa, ambapo ni muda mfupi baada ya, ya Muhammad kufariki. Hawa makhalifa wanne ndio wali eh, wali walianza kusambaza Uislamu wa, lakini jambo kubwa ambayo utaligundua uta katika kipindi hiki, kulitokea mvutano mkubwa na uh, Abubakar, Umar, Uthman al-Khattab pamoja na Ali ibn Abi Talib wote wanauawa eh, na Waislamu wenyewe. Hiyo, kwa unakuta kwamba kunatokea eh, ma mapigano ya wenyewe wenyewe wa kipindi hiki ndiyo, kilikuwa, kilikuwa na, na, na, na msukumo mkubwa wa kueneza Uislamu kwa sababu ndio waliweza kuangusha ile, ile utawala wa Roma uliokuwa mashariki, yani Byzantine Empire, na pia kuangusha utawala ule wa Sassanid ambao ni, ni, ni wa Iran, nasema Persians hawa wa Iran. Baada ya hapo kifata kipindi cha pili ambacho kilitawaliwa ki na naita the Umayads. Hawa Umayads wao, e, wametoka wali, wali ni, ni katika ile kabila la, la, la Muhammad la Quraysh, ambako kwanza katika mojawapo wa jambo walilifanya walihamisha eh, makao makuu ya Uislamu ya kutoka Madina kwenda Siria, Damascus, na hawa wao kwa nguvu zao kubwa waliweza kusambaza Uislamu kufika India mpaka kufika kule Uhispania. Lakini eh, wao hawa Umayad wao walikuja wakaangushwa na, na, na, na pande nyingine ya ambao ya tunaita Abasids, kipindi cha Abasids ambao Abasids wao nirudi nyuma kidogo hawa Umayads Walianza kutawala kuanzia mwaka mia sita thelathini na mbili hapo mpaka mwaka kama mia saba hamsini kwao tunasema, kwenye karne mwanzoni mwa karne ya saba mpaka katikati ya karne ya nane hapo. Na nini kiliangusha hii, hii Umayyad? Kulikuwa kuna malalamiko makubwa kwamba hawa Umayyad walikuwa wakipendelea Waislamu ambao wenye asili ya Kiarabu kulinganisha na wale Waislamu wengine ambao walikuwa hawana asili ya Kiarabu. Baadaye kukainuka eh, eh, pande kubwa tunasema, hizi zilikuwa ni kama falme, yani tawala za Kiarabu ambazo zilikuwa na, na, na mwinuko wa Kiislamu ambao wanaitwa Abbasids. Na katika hao khalifa mmoja mkubwa maarufu alikuwa anaitwa Harun al-Rashid. Sasa hao ndio walitawala kutoka karne ya nane e, mpaka karne ya kumi na tatu. Na tatu na hawa wao walihamisha kutoka makao makuu ya Uislamu kutoka kule Damascus, Syria kwenda Baghdad e, ambao ndio ndio Iraq ya sasa. Ukichunguza sasa, umakini mkubwa utagundua mambo kadhaa, kwamba Uislamu tunaojua leo hii, maandiko mengi, makusanyo mengi ya maandiko mengi yametoka katika kipindi hichi cha, cha Abbasids hawa kwa nguvu yao, na kwa mfano utagundua kwa mfano e, nakala nyingi za kale ambazo zinauelezea Uislamu zote ziko katika kipindi cha karne ya tisa ya hawa Abbasids, kwa mfano ukitizama hawa wakusanyaji wa, wa, wa hadithi, kwa mfano Bukhari Imam Bukhari Islam, eh, Islam na wengine na wengine wengi ni huko. Hata ukija ukichunguza yule anayeandika sira eh, Ibn Ishaq nafikiri, naye pia ni watu wa Baghdad Kuyo, kwa hiyo kwa kiasi kikubwa imani ya Kiislamu inayojulikana sasa ni imani ambayo chimboko lake ni Baghdad na iliyokuwa chini ya utawala hawa Abbasids, kwa namna hiyo, kwa hiyo E, na ukichunguza katika historia ya Uislamu utagundua jambo moja kubwa sana, na hivi vyote vinaonekana katika maandiko ya Kiislamu na katika e, mikusanyo ya hadithi na vitu kama hivyo, kwamba kila utawala uliokuwa unakuja ulikuwa unachoma e, unachoma maandiko ya watu waliopita, kwa sababu kila mmoja anataka kutengeneza narrative ya kwake. Na kitu kikubwa ambacho utawala Waislamu wa, wa ulitokana na kuenea kuinuka kwa, kwa utawala wa Kiarabu, kwa sababu Uislamu uliinuka kufuatia kudhoofika kwa utawala wa Roma na kudhoofika pia kwa utawala wale ule wa Sasani, yani wale wa Persia, wale Iran, kwao ndo ulipelekewa. Sasa kinachotokea ni kwamba wanapoanza kueneza e, e, ustaarabu ama utawala wa Kiarabu, wakaona kimoja kimoja wapo kiliwatea msukumo ni hawana dini ya kwao, kwa sababu Waroma wao tayari walikuwa wameshaikubali wamesha imani ya Kikristu na ndio ilikuwa imani rasmi ya tawala za Roma. Naam, wakati eh, kule kama Persia wao walikuwa na imani tofauti tofauti. Kwa hiyo sasa hawa ndio wakaanza, na ndio maana unapoichunguza eh, Quran utakuta ina mkusanyiko wa, wa vitu mbalimbali mbali, unakuta mkusanyiko wa hadi, eh, vipande vya Biblia imendani na maandiko mengine ambayo Wakristo waliyakataa. Kwa mfano unakuta kama nilivyosema huko mwanzoni baadhi ya video yangu, unakuta Qurani inakusanya vipande vya hadithi mbalimbali mbali. Kwa mfano ya, ya, ya, unakuta hadithi za kale za watawala wa Roma, unakuta hadithi za kale za, za watu mbalimbali mbali, au za wanasayansi fulani wakati huo. Waislamu wanaamini kwamba Qurani e, ni, ni, ni, ni kitabu cha Mungu, lakini ukikichunguza ndani unakuta ni, ni mkusanyiko wa, wa, wa taarifa mbalimbali au maandiko mbalimbali. Mengine ni ya kuchekesha tu. Naam, sasa nini e, e, ukitoka uki nje ya, ya, ya maandiko rasmi au zile, tunaita, uh, standard Islamic narrative, uh, sasa hivi wanahistoria wengi wameanza kuchallenge ile historia rasmi inayoletwa na, na, na, na Waislamu. Kwa mfano, wanahistoria wa karne ya ishirini mpaka ishirini na moja kadhaa wameinuka wakisema kwamba hapana, tunapotaka kuiangazia historia ya Kiislamu tu, tu, tu, tuangalie vyanzo vya nje ya historia ya Kiislamu. E, wanahistoria maarufu wako baadhi ambao wana challenge na wame challenge wengine, baadhi yao ni marehemu, wana challenge hizi naita standard Islamic narrative. Kwa mfano, Patricia Crone yeye Patricia Kroni ana challenge suala la la la kwamba Maka ni kilikuwa ni, ni kitovu kikubwa cha biashara, kwamba anasema ukienda katika historia kabla ya karne ya nane Eh, karni ya tisa Maka haukuwa mji ambao unajulikana kabisa, haupo katika ramani za kale. Hakuna kitu hata ukienda katika, katika historia za kiarkeolojia ya mji wa Meka hukuti historia yoyote hile, si masalia ya kale wala si ramani za kale zinauweka Maka katika ramani kwa namna yote. Kuna wengine kama kwa mfano uh, John Wansbrough Huyu, John Wansbrough yeye anaichallenge ana Kurani kwamba ni mkusanyiko wa, wa, wa vitabu vingine vingine, na kwamba hakionekana haki kama ni kitabu kitakatifu, kwa sababu kinakusanya vitu kadha kadha. Kuna mtu mwingine kama Tom Holland na mwingine kama Fred Donner au Robert Hoyland, hawa wote wana historia wana challenge hivi, hivi vyanzo vya Kiislamu na anasema ukitoka, anasema ukitoka nje ya vyanzo vya Kiislamu unagundua kwamba vitu vingi au maelezo mengi ya, ya, ya Waislamu hayana mashiko. Kuna mwanakilojia mmoja sasa hivi amejipatia ame umaarufu sana anaitwa Dan Gibson. Yeye, Dan Gibson amefanya utafiti mkubwa sana katika ile misikiti mi, mi, ya kwanza kwanza kabisa ya Kiislamu ameipitia na amefanya utafiti na anasema anagundua vitu kadhaa. Ukija katika karne ya kwanza kabisa ya Waislamu manake katika karne ya saba utagundua kwamba misikiti ile ya kwanza ya Kiislamu yote ilikuwa ikielekea mji mmoja ambao uko, uko uh, nafikiri uko Jordan, eh, Petra. Yote ilikuwa ikielekea kwa usahihi kabisa, kijiografia inaelekea Petra, na baadaye baadhi ya, ya, ya, ya misikiti inaanza kuelekea katikati, ina, inatizama katikati ya, ya Maka, I mean, na Maka na Petra, na misikiti baadaye kwenye karne kama ya, ya, kumi hivi ndo inaanza yote kuelekea, kuelekea Maka, na anapoelezea ni kwamba mtiririko wa hii, hii, hii historia ya, ya, ya tawala za za falme za Kiarabu hizi ambazo zilikuwa zinaendeshwa kwa nguvu ya Islamu ndio vinaelekea huu mwelekeo na baadaye kuna baadhi ya misikiti, kwa sababu kuna mmojawapo ya, ya wale Umayyad, ambaye yule mtawala wa Umayyad ambaye alikimbilia Spain, sikubuki jina lake. Sasa wale wao, misikiti yao iliangalia sambamba na uelekeo wa Petra na Maka, ambao haikutizama Maka wala haikutizama Petra. Sasa huyu Dan Gibson ana challenge ile, ile, ile historia ya Kiislamu kwamba misikiti ya kwanza ilitizama, ilitizama Jerusalem, baadaye eh, Muhammad akatoa maelekezo kwamba ielekee sasa Mecca. Ana challenge na amefanyia utafiti wa kina sana huyu Dan Gibson, kwa hiyo kimsingi mimi binafsi nachokiangalia ni kwamba chanzo cha Uislamu ni kuinuka kwa, kwa utawala wa Kiarabu na sioni, si nikichambua, sioni kama kuna, kuna mwinuko wote ule wa kiroho, bali tu ni ule kuinuka kwa, kuinuka kwa, kuinuka kwa tawala za Kiarabu ndiko kulikoletea chimbuko o, la, la, la Uislamu. Sasa, muuliza swali ameuliza swali lingine la msingi, mtanisamehe, video inakuwa ndefu kidogo, swali bali kwa nini Mungu aruhusu Uislamu uwepo? Naam. Sisi kama Wakristu tunaamini kwamba kwanza, Mungu ametuumba tukiwa na utashi. Hili ni la kwanza kabisa, kwamba mwanadamu, Mungu alivyomuumba tangu anamweka katika, katika, katika ile bustani ya eden alimweka kwa utashi. Hata Mungu anavyomwambia Adam kwamba miti yote kuleni, isipokuwa huu mti wa katikati wa mabaya na mema na uzima msiile, anampa, eh, anampa nafasi ya kuchagua. Kwa hiyo Mungu wetu, hii kwanza ni utashi, lakini la pili upendo wa Mungu ni upendo wa kweli. Upendo wa kweli haulazimishi. Upendo wa kweli unakupa fursa ya kuchagua. Mungu anatupenda kiasi kwamba yuko tayari hata kuku, kutuona sisi wanadamu tukimkataa yeye, lakini pamoja na hayo bado anatupa nafasi ya, ku, ya, ku, ya kurudi kwake, kutupa nafasi ya kutuma manabii kutuma mpaka mwanaye mpenzi, kutupa nafasi ya, kum, ya kumfahamu tuweze kumkubali kwa hiari, tumpende kwa hiari. Huu ndio upendo. Kama mtu anaku, anakulazimisha umpende kwa nguvu kwa kuwekea bunduki kichwani, huu hahesabiki kuwa kama ni upendo. Ndio maana unakuta kwa mfano katika Uislamu, tofauti ya Ukristo na Uislamu ni kwamba Uislamu wao, kama unaacha Uislamu, adhabu yako ni kifo. Tukasome laki, kabla ya kwenda kusoma maandiko tutambue uh, jambo jingine la msingi kwamba Bwana Yesu pia alisha tabiri hili swala la kuja si tu Waislamu lakini manabii wengi wa uongo kina Joseph, Joseph, Joseph Smith wale walioleta kwa mfano hawa ma, ma Mormons na wengine wengi. Alishatabiri tangu, tangu alipokuwa na wanafunzi wake. Tukasome Matayo sura ya ishirini uh, na nne. Tuanze kwanza Matayo sura ya saba mstari wa 15 mpaka wa ishirini, tuone Bwana Yesu anatuambia nini. Matayo sura ya saba mstari wa 15 mpaka wa 20, nasema hivi Huyu ni Bwana Yesu anazungumza, anasema: jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mwovu huzaa matunda mabaya, mti mwema hawezi kuzaa matunda mabaya wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa motoni. Ndipo sa kwa matunda yao mtawatambua. Ukichunguza jinsi gani imani ya Kiislamu ilivyo, ndio utaona matunda ya, ya, ya Kiislamu unayoona wazi. Kwa mfano kama nilivyoelezea hapa, uh, katika historia tunagundua Muhammad anapokufa tu na Abubakar, Umar, Uthman na Ali wanaanza kupambana, wanaanza kuuana wenyewe, na mpaka leo hii Waislamu hawajawahi kutulia, wanauana wenyewe kwa wenyewe. Na halikadhalika hata katika namna gani matunda wa... sisi tunasema katika Ukristo tunapomwabudu na kumkali Bwana wetu Yesu Kristu tunapata kumpokea Roho Mtakatifu ambaye anatupa ya, yale, eh, tunasema the fruits of the spirit, zile eh, matunda tisa yale ya, ya Roho Mtakatifu ikiwemo upendo uvumilivu saburi utu wema na vitu kama hivyo haya ni matunda ambayo katika waislamu huwezi kuyakuta kwa sababu roho aliyopo nyuma ya waislamu si roho wa kweli wa mungu yehova eh. na tukasome neno jingine kutoka kwa, kwa marko safiri tutasoma kwa marko marko, marko eh, mtakatifu sura ya kumi na tatu mstari wa ishirini na mbili mpaka ishirini na tatu marko anasema hivi kwa, nahili, Sema, mana, na hili haya ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo anasema, kwa maana wataondoka makristo wa uongo na manabii wa uongo, watatoa ishara na maajabu, wapate kuwadanganya kama yamkini, hata wao wateule. Bali nini, jihadharini imekisha kuwaonya yote mbele. Kwa yote ambaye anasoma anasoma Biblia na amekuwa mfuatiliaji wa maandiko ya Biblia, swala la kutokea kwa Uislamu na swala mm, la kutokea wa manabii wa uongo na dini kadhaa za uongo halitakiwi kutushtua wala kutushangaza. Kinachotakiwa kukifanya ni kuendelea kumwamini Bwana wetu Yesu Kristu na kubaki kuwa waaminifu mpaka pale mwisho, ili tuweze kuurithi e, ule ufalme wa mbinguni kama alivyotuahidia, lakini pia ametupa wajibu huo kwamba kueneza injili na kuendelea kusambaza ukweli wa injili ili wengi wasiomjua wa au ambao wamepotoshwa na na, na, na, hawa manabii uongo waweze kurudi na kumwamini tena Bwana wetu Yesu Kristo ili waweze kupata ile neema ya uokovu. Ninaamini nimejibu vizuri swali lako, na kama una swali jingine kwa wewe ambao unaangalia, tafadhali usisite, tuma swali lako, nitatafuta nafasi ya kulijibu. Asante sana na, na, na kusihi, endelea kufuatilia channel hii, follow channel hii, bonyeza like na halikadhalika share kwa yule ambao unahisi ujumbe wa channel hii utakuwa neema kwake. Asante sana na Mungu wabariki.